Saa chache zilizopita rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli nzito inayotishia uhusiano wa kimataifa. Trump amesema kwa kusisitiza kuwa Marekani lazima imiliki Greenland, kisiwa kikubwa zaidi duniani. Amesema tutachukua Greenland kwa hiari au kwa njia ngumu, kama Denmark wasipotupatia eneo hilo kwa amani. Kauli hii imepokelewa kwa hasira nchini Denmark ambapo waziri mkuu wa nchi ya Denmark ameamua kuita kauli ya Trump kuwa ni ya uchochezi na isiyoheshimu uhuru wa nchi nyingine, na amekazia kwa kusema, kila mtu ana nchi yake, ana eneo lake na ana mipaka yake, hivyo Trump hawezi kutuambia sisi tumpe eneo bila ya sisi kuonesha uhitaji. Sasa kauli hiyo ya kibabe ya Trump imeibua mpasuko ndani ya muungano wa kijeshi wa NATO ambapo nchi nyingi za Ulaya zimeungana na Denmark kwa kusema hatua ya Marekani inaweza kusambaratisha ushirikiano uliodumu kwa miongo mingi. Wachambuzi wa siasa za dunia wamesema leo kuwa kama Trump hatalegeza kamba huenda tukashuhudia mzozo mkubwa wa kidiplomasia ambao haujawahi kutokea kati ya hawa marafiki wa zamani. Je, unahisi Trump atawasikiliza NATO au ataendelea na msimamo wake? Kabla hujaondoka, hakikisha umelike video hii na kusubscribe ili uendelee kupata mfululizo wa habari kemkem na matukio makubwa yanayotikisa ulimwengu.